Pete ya Leyla sehemu ya tatu. Sio kila lango lina mlango wa kurudi. Usiku ulikuwa mzito, bahari ililia kwa mawimbi yaliyogonga miamba kwa hasira isiyoeleweka. Leyla alisimama mbele ya pango la maji meusi, pumzi zake zikiwa nzito, moyo wake ukigonga kifua kama ngoma ya vita. Hakuweza kurudi nyuma. Pete haikuonekana tena mkononi mwake, lakini alama nyekundu bado iling'aa kama moto wa kisasi. Alichukua hatua ya kwanza ndani ya pango mara giza likameza mwanga wa mwezi nyuma yake. Ndani maji yalikuwa ya giza totoro, lakini ukimya wake ulikuwa na sauti. Kulikuwa na kunong'ona kwa lugha isiyojulikana na hewa ikawa nzito. Ghafla Laila alipiga hatua hadi katikati ya pango ambapo palikuwa na bwawa dogo lenye miale ya samawati inayojizungusha kama mduara wa moto mweupe. Sema jina lako, sauti ikasikika, si ya jini yule wa ndoto, bali ya kike nzito, yenye huzuni. Laila alasita Leyla binti Asha, akajibu kwa ujasiri wa roho ya mwisho. Bwawa likang'aa ghafla, likamwonyesha picha kama kioo cha maji. Alijiona akiwa mdogo akicheza na mama yake mchangani, kisha picha ikabadilika, akaona majini watatu wakiwa wamefungwa minyororo wakimwita kwa sauti ya maumivu. Tulifungwa kwenye pete hiyo, na sasa tumeamka kupitia wewe. Tunaweza kukulinda au kukuangamiza. Chagua moja, utuweke huru au utufunge tena milele kwa gharama ya nafsi yako. Leyla aliangalia ndani ya bwawa, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa hofu na huruma. Hamkuwa na nafasi ya kuchagua, sivyo? aliwauliza. Hapana, mmoja wa majini akasema, ila sasa tunaweza kupokea rehema au kulipiza kisasi. Alikumbuka maneno ya mama Hidaya: kuna njia ya tatu, si kutoa mtu wa damu yako, si kujitoa, bali kujifunua kama mlango wa msamaha. Kwa mara ya kwanza, Leyla aliketi pembeni mwa bwawa, akafunga macho yake na kusema, naachilia kisasi. Nimechagua msamaha. Mwanga wa samawati ulilipuka juu ya bwawa. Maji yakapanda juu kama mduara wa anga, yakigeuka kuwa miale ya nuru. Kila jini alionekana kwa sura ya mwanadamu waliovaa mavazi ya zamani ya kifalme ya Afrika Mashariki, macho yao yakiwa yamejaa shukrani. Umevunja mzunguko wa giza, mmoja wao alisema. Kwa mara ya kwanza, pete hii haijihusishi na kifo, bali na uzima. Ghafla, pango likatetemeka. Maji yakaanza kupanda na sauti ya mwisho ikasema, Toka sasa au utakuwa mlinzi wa lango hili milele. Laila alikimbia miguu yake ikichapa juu ya mawe yaliyojaa mwangaza, upepo ukimfuata mgongoni. Alipotoka pangoni, bahari ilikuwa tulivu, usiku ulikuwa kimya, na mkononi mwake palikuwa na pete ile ile, lakini haikuwa ya shaba tena, bali ya samahani yenye kung'aa na bila alama yoyote. Siku chache baadaye, Laila alirudi kwa Mama Hidaya. Mama alitabasamu kwa mara ya kwanza.